Begi la shule kwa ajili mimi sikumheshimu. Ah! Next time lazima ni lazima nimheshimu, ili naye aninunulie kitu fulani. Amina kubwa, watu wa Mungu. Kwa hiyo unaweza ukaona somehow una change the behavior ya mwanao. Mwanao anakuwa mtoto mzuri. Amina kubwa, watu wa Mungu. Amina. Sasa wazazi, nahisi mpaka hapo tumeelewana, si ndio, watu wa Mungu? Any question, swali lolote? Amina. Naomba niamie kwa watoto, watoto wenzangu, shalom. Bwana Yesu apewe sifa. Watoto wenzangu, kama mlivyosikia, mimi kama mtumishi nilivyokuwa naongea na wazazi, sasa kati ya wewe na mzazi, kila mtu ana part yake ya kucheza, na wewe mtoto, kuna part inabidi uchukue. Amina kubwato Mungu. There is something that you must note to your parent Amina kubwa watu wa Mungu, amina. Sasa naomba niwaambie watoto wenzangu, watoto wenzangu, tujifunze kujiombea wenyewe kwa vile wazazi wanavyotufundisha kukua kwa imani. Amina kubwa watu wa Mungu, naomba niwaambie kitu kimoja. Mimi nimeanza kujiombea mwenyewe tangu niko mdogo, maana huaga ninaamini kitu kimoja na mpaka sasa hivi. Naomba niwaambie kitu kimoja, kwa nini sasa hivi watu wanatangatanga kwa nabii yoyote, hata kama ni nabii wa uongo. Kwa nini wanapenda kutangatanga kwa hao manabii hao? Kwa sababu tangu watoto hawajajifunza kujiombea wenyewe. Amina kubwa wa Mungu. Sasa kwa kuwa sisi tumebahatika kuwapata wazazi kama hawa ambao wanamjua Mungu na sisi inabidi tujifunze kujiombea wenyewe kama Mungu anavyotuambia katika Ezekieli mbili mstari wa kwanza mwanadamu simama kwa miguu yako, nami na nitasema nawe. Amina kubwa watu wa Mungu. Amina kubwa watoto wenzangu, mbona mmepoa? Mpigieni Yesu makofi. Shalom watoto wenzangu, tujifunze kujiombea wenyewe ili Mungu sasa aseme na sisi. Amina kubwa watu wa Mungu. Kama nilivyowaambia, mimi nimeanza kujiombea tangia nikiwa mdogo. Amina kubwa watu wa Mungu. Lakini pia kufunga, hadi leo nimezoea, ninafunga tatu kavu bila kula wala kunywa chochote. Kwa nini? Huo msingi nishajijengea tangia udogo wangu. Amina kubwa watu wa Mungu. Kwa hiyo watoto wenzangu tujifunze kufunga, lakini pia kama nilivyowaambia, tumepata bahati ya kupata wazazi kama hawa. Kwa hiyo tujifunze kufata nyayo zao. Amina kubwa wote wa Mungu. Lakini hapa duniani huwezi kuishi bila ratiba. Mimi kama mimi, naomba nikuelezee ratiba yangu. Jumatatu ni siku ambayo ninajiombea mimi kama mimi. Yani, nachukua masaa kujiombea mimi kama mimi tu, Mungu aendelee kunitia nguvu, aendelee kunipa afya njema, niendelee kuhubiri neno lake. Jumanne ni siku ya kuiombea familia yangu yote, mama yangu na dada yangu. Jumatano ni siku ya wa kuombea walimu wangu na shule yangu iendelee kufanya vizuri, maana shule yangu mimi nafanya vizuri sana. Alhamisi ni siku ya kuombea watumishi wote watu, Mungu azidi kuwatia nguvu maana kuna mambo mengi anapitia yanaweza kuwakatisha tamaa. Kwa hiyo Mungu azidi kuwatia nguvu. Ijumaa ni siku ya kumwombea rais wangu na viongozi wote wa nchi na watu wote wa nchi na wananchi wote. Jumamosi, cha kwanza, nina saa tatu kamili, ninamwombea tena rais wangu, lakini cha pili, ninawaombea wagonjwa waliopo mahospitalini waweze kupona, waendelee na biashara zao ili walipe kodi kwa wakati Amen. Lakini pia ninawaombea na wafanyabiashara wote wafanye biashara zao so vizuri, ziende vizuri, ili walipe kodi kwa wakati, nchi yetu ipate maendeleo makubwa. Amina kubwa, watu wa Mungu. Sasa baada ya hapo, ndipo napata muda ya kujiunga na watu wa Mungu wawalindi vijijini kwa ajili ya kulisikiliza neno la Mungu. Amina kubwa, watu wa Mungu. Amina. Sasa wewe kama mtoto ratiba yako umeipangiliaje? Tunatakiwa tuzipangilie ratiba ili tupate muda wa kujiombea sisi wenyewe, nchi nzima, familia, mashule, kila kitu kiendelee vizuri. Bila kupanga ratiba, hamna kitu ambacho kitaenda vizuri. Amina kubwawato Mungu. Na Mungu sasa hivi anamtegemea kila mtu kwa ajili ya kulihubiri neno lake, sio mkubwa wala mtoto. Ndio maana mimi hapa shule zikifunga kwenye likizo zangu waga naenda Lindi vijijini kuhubiri neno la Mungu. simtegemei mama wala dada opo. Amina kubwa yote Mungu, najitegemea mimi kama mimi, maana hazina yangu mbinguni, naenda kujibia mimi kama mimi. Haendi kujibia mama yangu. Amina kubwa yote Mungu. Mungu ataniuliza ulifanya nini, kama wewe, kama wewe. Amina kubwa yote Mungu. Sasa dunia inaweza ikaisha muda wowote, na naomba niwakumbushe kitu kimoja. Mungu anatuambia katika Marko kumi na sita mstari wa kumi na tano enendeni mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Hapo Mungu hajasema kuwa wamama na wababa ndio waende kuhubiri injili. Hapana, Mungu kamaanisha kila mtu, hadi watoto. Amina kubwa, watu wa Mungu. Ndio maana hata ukisoma katika historia ya Yona kwenye kile kitabu cha Yona alivyoenda kuwaambia ninao kuwa watubu, za midhao maana wataangamia. Hadi watoto wadogo kwa wakubwa walijivika wali magunia, wakafunga na kuomba amina. Kubaato Mungu. Sasa na sisi kwa ajili ya kuhubiri neno la Mungu, inabidi kila mtu, mtoto kwa mkubwa, alihubiri neno la Mungu, maana dunia inaweza ikaisha hata kesho. Sasa Mungu akakuuliza wewe kama mtoto, mtoto ulifanya nini duniani? Utamjibu nini Mungu? Utamwambia nini ukimuona? Amina kuboata Mungu. Kwa hiyo tuwahi mapema tuihubiri injili ili tupate chakujibia ili tuzijenge hazina zetu mbinguni. Amina kuboata Mungu, tupate mahali pakukaa mbinguni, maana mbinguni matendo yako ndiyo yanayokupeleka. Aleluya, sio hela, sio kila kitu. Kila kitu kitaachwa hapa duniani, maana kila kitu kimombo hapa duniani. Amina kuboata Mungu, tutaondoka sisi kama sisi Kwenda kujibia. Sasa wewe kama mtoto, andaa hazina yako ambayo itakufanya uende mbinguni. Amina kubwa watu wa Mungu amina. Nahisi hapo watoto, mpaka hapo tumeelewana. Ndio maana mimi nimekuwa kiimani, mpaka naenda kulihubiri neno la Mungu, maana najua nikihubiri neno la Mungu, najiwekea hazina ya kule mbinguni. Amina kubwa watu wa Mungu amina. Sasa baada ya kusema hayo, nahisi watoto mmenielewa na wazazi mmenielewa.